Kama nilivyosema mwanzoni kwamba ni mambo ambayo yamefanyika katika pande zote mbili, kwa maana fedha za wanachama wenyewe ambako amba huwa zinaenda kwenye matawi kwa ajili ya kufanya vikao mbalimbali vya chama. Kwa hiyo e, baada ya kufunga mkanda katika kuzisitisha kuzi, kuzi, kuzi, hizi hela siende kwa ajili ya matumizi yao, ndio yaliyosababisha pia kupata hizo fedha ili iweze kununua hii gari kama tulivyofanya na wanachama watakaonufaika na usafiri huu ni zaidi ya elfu tatu mia mbili kwa manispaa morogoro kutokana na matatizo mbalimbali yanayowakumba walimu ni kweli kuna matatizo yakitokea kwa mfano kama matatizo ya msiba mwajili anatoa usafiri lakini unakuta mahali pa kazi kuna watumishi wengine wanapenda wasafiri ili kuungana na mwenzao, au kama kafariki mwenyewe kwa ajili ya kwenda kusindikiza na kwenda kuhifadhi, lakini huwa inashindikana kutokana na ukosefu wa usafiri. Sasa hili ni jambo mojawapo ambalo hii imeku, imekuwa ni suluhu sasa, ili kurahisisha hilo jambo. Kwa hiyo usafiri inalenga kwa ajili ya matumizi ya wanachama husika. Kosta hii itawasaidia walimu katika changamoto mbalimbali mbali, au katika raha. Na mwanzo wa wakati tunapata wazo hili tulipata vikwazo vingi sana kwa sababu sio kila mtu alikuwa anakubali hili wazo. Kuna ambao aliona kwamba tunachezea tuna, tuna, tuna, tuna pesa, na tukaanza na mchakato wa kwanza kwenye kamati ya uendeshaji kamati ya utendaji, kisha baada ya hapo tukaanza kupita mashuleni kutafuta maoni ya wanachama ambao ndio wamiliki wa chombo hicho. Kupita mashuleni, asilimia 98 ya shule zilikubali na zikasema jambo hili ni zuri na itatusaidia sisi sote.